Hii ni sehemu yetu ya pili ya tamthilia yetu itwayo Tafiti. Kumbuka katika sehemu ya kwanza, tuliachia kwamba baba Maimuna ameshamkorofisha mtoto wake pamoja na mke wake. Ilivyofika asubuhi, Maimuna akawa ameandaa kifungua kinywa. Baada ya kuandaa kifungua kinywa, akamwita baba yake pamoja na mama yake kwa ajili ya chakula. Mama Maimuna Mume wangu twende kwenye chakula. Baba Maimuna: sawa mke wangu, tangulia. Baba Maimuna akawa anatoka ndani na sahani iliyojaa vipisi vya sigara. Maimuna: ina maana sigara hizo zote ulizivuta jana? Mama Maimuna: mwanangu, kaa kimya, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Walipomaliza kula Maimuna akaaga ili aende kazini. Njiani akampigia kipenzi chake Omega. Maimuna: Kipenzi, uko wapi? Ninachelewa. Omega: angalia mbele yako kipenzi. Maimuna alivyoangalia mbele yake akawa amemuona Omega, alifurahi mno, wakaelekea pande za kazini lakini kabla ya kufika kazini, maimuna akamwambia omega, naomba tuelekee pwani. Omega: sasa hivi ni muda wa kazini. Na maimuna: tunaenda au hatuendi? Omega: sawa, tunaenda. Walivyofika pwani, maimuna akawa namuuliza omega, kwani unanipenda kweli? Omega: swali gani hilo kipenzi? maimuna Haya, jana mnamo saa nne na dakika ishirini na moja usiku ulikuwa na nani? Wakati huo ilikuwa kama hivi: Maimuna baada ya kukasirishwa na baba yake, alivyoingia ndani akawa yupo peke yake, yupo mpweke sana, akaamua aende kwa mpenzi wake. Kabla ya kufika kwa mpenzi wake, yupo nje akawa amemuona mpenzi wake Omega yupo na mwanamke mwingine, alichofanya Maimuna akawa amempigia simu Omega. Omega akaangalia simu, nani anaipiga, akaiona si namba ya Maimuna, akachukua simu akaenda mbali na mwanamke aliyekuwa naye, akapokea: Mpenzi, ninafanya ibada sasa hivi. Omega akawa anamwambia hivyo Maimuna kwamba anafanya ibada. Mda huo Maimuna, sawa kipenzi, ibada njema leo. Sasa ndo anaulizwa.